Itunao wachungaji wengine hapa, mtumishi wa Mungu, rafiki yetu sana, siwe msemaji sana, kwa sababu tayari mtumishi wa Mungu ameshatangulia kusema ni ngumu sana kwa ajili ya lile jambo lilotokea, lakini tunaamini ya utulivu kule pembeni. Tumefanya kazi kwa ukaribu tokea tumefahamiana zaidi ya miaka kumi. Kifo chake kimetusikitisha sana sisi wakazi wa Igogo, wa sisi wanachama wa Chadema na sa sisi watu wake wa karibu, ambaye tumemfahamu kwa muda mrefu tumekifahamu alichokuwa anakipigania. Ni mtu ambaye alikuwa anasimamia kile anachokiamini, ni, ni dira ya mapambano, ni tafsiri nzuri ya mtu asiyekata tamaa, ni tafsiri nzuri ya mtu mpambanaji. Naamini katika uhuru, haki, demokrasia na maendeleo ya watu, alipambania sana haki, na mpaka mauti yanamkuta, Michael alikuwa katika mapambano hayo ya haki.